Kwa nini umefanya hivyo? Kuna kazi ngumu sana ambayo engineer nayo kuhakikisha anam retain Diara, katika ligi kuu ya Tanzania. Nimesema na ninarudia tena, asitokee binadamu yoyote ambaye anaukosea adabu mpira kumfanadisha Diara na kipa yoyote katika ardhi ya Tanzania, huko ni kuukosea mpira adabu. Na ndo maana leo hii engineer anajua kabisa kwa performance aliyo display kwenye mashindano ya... na leo tunakwenda kumwangalia muda si mrefu eh, akiwa na mali sio mm. Utakwenda kuona mwanaume atakachokifanya ameshaibeba mali katika mgongo wake mara nyingi sana, anakwenda tena kuibeba. Hata kama chochote kikitokea kwake bado ataonekana kwamba ni mfalme wa mali, na ameshaibeba mali mpaka hapa alipofika, na injinia anafanya. Ndio maana nakwambia, injinia ana IQ kubwa ya mpira. Ameshaangalia mali inavyocheza akamwangalia Diara, na inawezekana pia ameshazungumza na watu wengi, kwa sababu kuna mtu wangu wa ndani ambaye ni anamsimamia Pakome ameniambia Machange, ninakwambia leo kama kuna kiongozi ana wakati mgumu katika nchi yenu ya Tanzania ni mtu anayesimamia klabu ya Yanga. Nikamuuliza, kwa nini kuna signing kubwa anazitaka, lakini pia kuna signing kubwa ziko ndani mwake watu wanazitaka? Nikamwambia kama hipi, akaniambia, as I'm speaking to you kuna ofa zaidi ya tatu ziko mezani kutoka kwa, kutoka kwa, kwa vilabu vikubwa wanamhitaji huduma ya Diara. Sasa mimi na wewe tuzungumze leo, kama sio ushupavu wa injinia kwa, kukaa chini sana Diara kuanza kumsuka na kuanza kupanga naye mikakati akimwaminisha tofauti na kile ambacho kinaonekana sasa hivi. Hivi unafikiri ni kazi rahisi kumretain Diara sasa hivi katika klabu ya Yanga? Tukizungumza uyo, mm. golikipa wanayemtaka. Kwa hiyo huyo wanamtaka wanamtaka kwa sababu kubwa mbili, moja, wanamtaka kwa ajili ya kujiakishia kwamba hata kama Diara akiondoka, basi tuna mtu ambaye anakuja kumsaidia msheri kutimiza majukumu yake inavyompasa, lakini pia bado haitakuwa nyepesi kumng'oa Diara katika klabu ya Yanga. Amini haya maneno yangu ninayokwambia, kwa sababu ana mkataba na Yanga na msimu huu uko katikati. Kwa hiyo ukimhitaji Diara mm. inabidi upasuke kweli kweli. Na Engineer Hersi kwenye swala la biashara ni mwana mwanabiashara mzuri sana mm. akisaidiana na Arafat ni wafanyabiashara wazuri sana profession ya Arafat ni mmoja ni, ni, ni, ni, ni wa watendaji kwenye benki fulani sio? Kwa hiyo unaweza mm. ukaona ni watu wa kariba ipi? Kwa hiyo by nature ni wafanyabiashara mm ni wafanyabiashara kwa hiyo haitakuwa rahisi kumngoa Diara. Sasa, kwenye klabu kama ya Yanga kama ameshaanza biashara ya mazungumzo na, na, na, na mlinda mlango, nadhani kwamba si biashara inafanyika hapa like, of course. Kwa mtu ambaye ana akili timamu, unajua quality ya mchezaji uliokuwa naye unatafuta namna ya kumretain, lazima nawe pia ujihami kwa sababu inaweza ikaja ofa kubwa, dunia ikakushangaa ukiikataa. Kwa hiyo lazima ajipange kisaikolojia, kwamba ikija ofa yoyote ambayo sisi kama hmm. klabu ya Yanga tutairidhia, tuta, tuta huyu ataondoka. Akiondoka, mbadala wake ni nani? Ndo maana anaanza kufanya maandalizi ya kile kinachofanya hapo, ndo tunaona kiongozi bora na bora kiongozi. Na kwa jinsi ambavyo ulivyomwona huyu huyu mlinda mlango ambaye anahusishwa na Young Africans, anaweza akavaa viatu vya Djigui diara. Of course hawezi kuvivaa asilimia mia moja, itamchukua muda kufika hapo diara ilipofika, kwa sababu diara ni complete package ya golkipa wa kisasa, anakupa vitu vyote, anakupa, anaenda sehemu zote lakini pia mguuni, kwa uhalisia Diara alikuwa ni kiungo, kwa hiyo mguuni pia kuna vitu, kwa hiyo habutui butui, ila mguuni pia kuna kuna vitu. Kwa hiyo mimi ninachokiamini, yote yanawezekana. Diara yupo, lakini pia hata kama akiondoka, na mi bado nina imani kubwa sana na Engineer Hersi kwa sababu anaujua mpira afu ana jicho la kutambua wachezaji kiwalise... kipindi tu baadhi wachezaji wa wanamwangusha kutokana na hulka na starehe ambazo wanakutana nazo Dar es Salaam. wanapaswa kumshikilia uh, rais wa Africans Engineer Hersi Kaka, dhahabu huwa inalindwa yani hautawahi kusikia hata siku moja Injinia Heris amezima taa kwenye kikao, ameondoka amewacha wanachama ndani. Hautawahi kusikia hata mara moja Injinia Heris anaulizwa maswali anashindwa kuwajibu wanachama wake. Hautamsikia hata mara moja Injinia Heris anaulizwa kitu kuhusu klabu yake ana panic, anavimbisha vizuri, atatoa majibu kutokana na kwamba kila kitu kiko systematic lakini ashai kutoa kauli ambayo kaba hajakomaa haja kwenye mpira wa, wa Tanzania. Kakomaa kakomaa, yes ye wana... ni swala muda lilikuwa na mimi niliwambiaga watu kipindi kile, huyu injinia huyu bado hajakomaa, mpeni muda tu atakomaa vizuri na atawajibu wajibu kwa hiyo wamlinde si, wanatakiwa wamwombe Mungu kila siku kwamba GSM waendelee kumhudumia vizuri injinia, wahakikishe kwamba wanaishi vizuri, hawana longolongo yoyote na maisha yaendelee. Kwa hiyo kuwa Yanga muuze Djigui siwezi nikawaambia wamuuze, kwa sababu ni golkipa bora. Kuna ofa, kwa sababu kuna timu bora, huwa ina timu bora huwa mm. ina, ina retain wachezaji wake bora. Unaweza ukamuuza lakini umemwandaa nani kuja kumreplace huyo? Ndio swala la msingi. Kuna taarifa za maliki, kuna timu uh, kuna kuna tatu kubwa, kuna... barani Afrika zinataka huduma ya Diara, kuna nyingine Ufaransa pia. Ishu inakuja mm. watafika kiwango cha pesa ambacho injinia atakiweka mezani sasa wasipofikia wasipo kiwango na mchezaji akaondoka huru, kwa sababu nadhani mkataba wake na namebakia mwaka mmoja, nadhani kama mwaka katwa, katwa. wako tayari kusubiri mwaka mmoja, watasubiri. kwa nini wasifanye biashara? Watafanya biashara, lakini kwa vigezo vyao. Huwezi kualazimisha kufanya biashara, yaani wewe una mwanamke mzuri mrembo, amekuzalia watoto, ila kwa sababu tu ya tamaa zako za hovyohovyo, unataka kumtoa sadaka ili upate mwingine ambaye wakupita. Ha, kaka. Kama ye mwenyewe anashinikiza aondoke Djigui Diara, kutokana na a kutoka ambao ameipata, kwa kiongozi kama Engineer Hersi, hakuna mchezaji atakayeshinikiza akashindwa kuzungumza naye. Aziziki huyo hapa alikuwa anashinikiza kuondoka, aliondoka? Si alingoja mm-hmm. mpaka muda alipofika, kwambia sasa unaweza ukaenda, si alienda? Mzize huyu hapa, si alishinikiza kwa sababu ya masuala ya malipo? Lakini sasa tumeona shughuli kwa Mzize. Mzize yaani majeraha, angekuwa huku angeapata, kwa sababu shida wao itakuwa wamtumie wa, wa, wa kwenye michuano ya kimataifa, lakini mpaka leo shughuli ni zito kwa Mzize ni changamoto za afya ambazo hata we mimi nawee hatuwezi kujua, tukitoka hapa nini kitatutokea. naitangechukua fedha kama ambavyo wamezungumza, wana shida gani mzizi akiendelea kuba? kama wameweza kuhudumia yao kwasi yateola aubsi msimu mzima na sahivi ndo tunamuona huko katika mapinduzi, wana shida gani kuendelea kumhudumia mzizi? mpira si biashara, ndo ninachokisema mpira ni biashara, lakini silaha zako za kivita wezi kumuuzia adui. Wakati wewe unafikiria kwamba mpira ni biashara, mwenzako anafikiria kupandisha thamani klabu ya Yanga iwe juu kama vilabu vingine vikubwa barani Afrika kwao. Wakati, wakati la, o, Yanga wanatakiwa wachague vitu viwili: wanakuza brand yao ama wanafanya biashara. Ndio kuna hivi vilabu vinaitwa feeder clubs, kazi yao ni kutengeneza wachezaji kama ASEC Mimosas. Kazi yao ni kutengeneza wachezaji na kuuza. Tengeneza wachezaji na kuuza. Yanga ni klabu ambayo inafanya biashara huku inakuza brandi, sio feeder club. Ndani ya miaka mitano ijayo, Yanga wana wapi? itakuwa miongoni mwa timu bora barani Afrika, ukitaja timu tano bora barani Afrika. Tena miaka mitano ni mingi sana, miaka mitatu inayokuja mbele Da Yanga African itakuwa miongoni mwa timu bora tano barani afrika. Mm. Chukua haya maneno yangu, naanza kuhesabu leo Januari tisa, ninatamka haya maneno mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Nitafute elfu mbili na ishirini na nane kama Yanga haiko miongoni mwa vilabu bora vitano barani Afrika, choma hiyo gari hapo nje moto. mm. Nitafute elfu mbili na ishirini na, na, na, na nane kama Yanga haipo ndani ya vilabu bora vitano barani Afrika, choma usafiri wangu moto. Vilabu ukitaja vilabu, vilabu vitano bora barani Afrika, Yanga hii kwa mwendo huu na injinia huyu anavyoipika hii Yanga, tupo hapa na anakuhakikishia kati ya Simba na Yanga, Yanga ndo itakuwa timu ya kwanza kumiliki uwanja wake wenye kabla ya Simba, Simba so wanao, ule uwanja si wa Simba tusifike huko, tuache tu kwamba wanamoa arena uwanja wa mazoezi nazungumzia, pitch kwa ajili ya mechi kubwa. Mm -hmm. yeah. Shukran sana, asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.